Mbeya City tunauona kasi yao inaendelea kutishia wana Mbeya. Wanasema hawana hofu kwenye hilo kwamba timu yao inakwenda kupanda daraja aidha kwa kucheza playoff au kwa kupanda moja kwa moja. Wanakuambia msimu wa 2025/2026 Mbeya City ni ndani ya ligi kuu ya NBC Premier, na leo tumeona Eh, zile pots zimechezeshwa leo kwenye nani, kwenye zile pots za za nini za kombe la CRDB, eh, kombe la CRDB ambao tunasema kwamba ni kama federation yetu, eh yes, ya tumeona zile pots zimechezeshwa na Mbeya City wanakwenda ku, kuvaana na wekundu wa Msimbazi ambao Siku ya jana wamejeruhiwa na Waarabu. Wewe unazungumzieje kuhusiana na hiyo poti ya Simba kukutana na Mbeya City? Utakuwa ni mchezo mgumu sana, kwa sababu Mbeya City anaingia akiwa anapambana akiwa yuko chini. Simba anaingia akiwa ametoka kufungwa na Waarabu, kwa maana hiyo sasa anaingia kwenda kuwapa furaha mashabiki wake, lakini bado kura yangu mimi naipeleka upande wa Simba Sports Club, sababu wao ambacho kitaamua pale ni ubora wa wachezaji, ubora wa wachezaji akina Elie Mpanzu kutaamua. Timu ya Mbeya City, mpaka inafika hapo, imewachabanga chabanga, chabanga na ni wana Azam, wana lamba, lamba, na sasa bado anaendelea kukutana na kisiki kingine ambao ni Simba. Ukiangalia Uh, defending ya timu ya Mbeya City ukiangalia viungo, ukiangalia forward, forward line yao, ukiwaangalia Simba kuanzia kiungo mpaka forward line yao, unazungumzieje mchezo utakuwaje? Na wana Mbeya wao wana imani kwamba Simba anakwenda kulala, lakini mashabiki wa Simba wanakwambia Mbeya City ameyakanyaga. Ukiwa kama mchambuzi unazungumzieje hilo? Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu, lakini uwezo wa, wakina Elie Mpanzu kwa upande wa Simba Kibu Dennis pamoja na Aua ni safu ambayo inahitaji ina, ina, ina matokeo Ateba Mkwala ni watu ambao wanahitaji sana matokeo, njo upande wa Mbeya City kina Eliodi Ambokile kina Adili na wengineo wanahitaji sana, sana matokeo, lakini bado kaliti ya wachezaji, ubora wa wachezaji, ubora wa wachezaji na uwezo wa mtu mmoja mmoja unakwenda kuamua matokeo. Kwa maana hiyo kula wangu sana, mimi napeleka Simba, Simba ndio wakavuka waka, waka waka kwenye hatua wa hii. Muda huu akipita kocha msaidizi wa timu ya Mbeya City na ukakutana naye saa hizi face to face, na tukasema kwamba tunaomba umshauri kuelekea mchezo huo na Simba, ungemshauri afanye nini kwenye kikosi chake? Mimi ningemwambia Filipo Owen, rafiki yangu sana yule, kwamba aingie kwa mambo mawili: aingie kwa kudifensi sehemu kubwa, pia ashambulie kwa kushutukiza, kwamba ana difensi kiasi, alafu anashambulia kwa kushutukiza. kwa maana kwa maana akifunguka kinaelie mpanzu wana spidi kubwa sana wale chazi au akibu Dennis ana uwezo mkubwa katikati pale goma hapa na ngoma wana uwezo mkubwa. Sasa kama atafunguka, manake atakuwa tayari yeye ameruhusu kushambuliwa bas. Kwa maana hiyo basi, acheze kwa kujilinda pia, ashambulie kwa kushutukiza. Ningemwambia hayo tu, pia aingie kwa kuheshimu mchezo, aingie kwa kuheshimu Simba kama Simba ni wakubwa kwake. Mimi nikutakie siku njema na jioni njema, asante ah, sana.